Uwali gani mwanafamilia na mwanamemba wetu wa TWM Media mahali popote pale ulipo, karibuni sana katika wasaa mwingine huu, kuweza kujadili kila ambacho tulichonacho katika meza ya matangazo yetu. Hii ni TWM Media na mimi ni tajiri huwa moyo. Katika siku ya leo tunaleta ujumbe muhimu kwa jamii yetu. Kuna kijana mwenzetu anayeitwa Simon Wibea mkazi wa Akron, Ohio, Marekani. Mwaka jana Simon alikamatwa na kufungwa kwa kosa la kutembea na binti mwenye umri chini ya miaka 18. Sasa familia yake iko katika wakati mgumu. Polisi wametoa masharti ya kumtoa kwa dhamana ya dola 1025 za Kimarekani, lakini familia imeweza kukusanya dola 1010 pekee. Wameamua kuomba msaada kwa jamii yetu. Kama una moyo wa huruma, tafadhali changia kupitia Zelle au cash App. Maelezo yatolewa kwenye video hii. Pia utasikia sauti ya mmoja wa wanafamilia akieleza kwa lugha ya Kibembe kuhusu hali halisi wanayopitia. Tuchangie wote kumsimamia kijana huyu arudi uraiani na kuanza upya maisha yake. Mungu awabariki wote mtakaosaidia. Nitakuwekea video hapa ili kutazama na kusikiliza kila ambacho mwanafamilia huyu mwanamama akizungumza na kueleza kwa machongo kuhusu hali walionayo kwa kijana wao huko jela. Unaweza kutazama kabisa namna gani inavyojaza uchungu katika moyo ya, ya wanafamilia wakionyesha masikitiko yao makubwa kulingana na changamoto wanazopitia kijana wao huko jela. Nitakuachia hapa video clip au audio kusikiliza kila ambacho wanamama akizungumza kwa lugha ya Kibembe, akieleza na kubainisha kila ambacho wanachopitia kama familia. Mwavyo mwavyo e Babondo bose bali meno bali no makroni na mwavyo lochina la Yesu

Simo afungwa Simo alimu yana mprizo vino tokea Simo akangilwa niki ashilnamititiaosemechi mtuba mwana ula waece mwana tali na alembe. mwana anilwa alembe mwana alupikwa na vanake vale mprizo mwana vino alwala kumbenenamonanichuunuvavondo kabla ula mwana tana uli chiminya maisha na nalimana Mwanu wa ili mwambaka, na mwana nichu ile lelo benu babondo, benu ibatata benima ibama, na mwana shile na ungi unini ile lila. Olea, tolo bolo na polisi. Nivo, mwana ashista ile saka. Lakini toa elfu makumi mabele na chita, toa cholola mwetu mfuko betu bafu lila, tatuwa ena cha chicho falanga, toa ipiki ipika uona uo.

Si mwale mali ya sona ya kuma na vechu tatowete kumbe nalila mutochambilile renuvavona mutochambilile tulambu sakiolya mwana mwana tali wa umu vatana mwana ali wa aliwa vato vose na muto mutocambilile mwana alambu ulana ala eke apriso ile awulane yaani mulole yechu na sisolangena.

naitavila umu eke eh, mutokia mbilile sawana kanya labula chovalangene vali matochi na vala vale mavoka na vale munina chovalangene